Jamani, vipi? kuna mna huzuni? asubuhi nzuri hivi. Mambo Mgedere, kuna nini jamani? Tumegundua kwamba tunaweza kuwa na kusudi, lakini hatuwezi kulitimiza, kwamba hatuna hizo milioni, hatuna muda wa kutosha kupata hizo milioni, na watu hawatuamini kutupa kazi za kufanya ili tupate hizo milioni. Nasikia mamilioni tu. Labda hamna muda wa kutosha wa kupata mamilioni, lakini mna muda wa kutosha kunifafanulia vizuri ili nielewe. Njooni tukae hapa kwenye gari yangu, mnielezee. I see, kwa kweli huo ni mtihani. Naweza kufanya chochote kuwasaidia? una kazi yoyote ambayo tunaweza kufanya ili utulipe, Amani? Tumeshapiga hesabu kwamba malipo ya kazi yatatusaidia kupata tunachohitaji. Najua, lakini sio mbaya tukipata pesa kwa ajili ya mambo mengine. Labda naweza kujinunulia viatu kabisa. Mnaweza? Navuna uyoga wangu na kuupeleka sokoni kuuza. Mnaweza kunisaidia kupakia hivi viroba kutoka kwenye kibanda na twende wote sokoni mkanisaidie kupakua kutoka kwenye gari. Nitatakiwa kuwalipa kiasi gani? Shilingi hamsini za kukotoa kwa kila kiroba. He, kiduchu. hivi viroba mbona sio vizito jamani? <laughs> Nilikuwa najaribu bahati yangu. Basi utatulipa shilingi kumi za kukotoa kwa kila kiroba, si sawa jamani? Ndio. Sikujua kwamba unalima uyoga, Ngedere sijaanza zamani, nimeanza baada ya kugundua uyoga unakuwa kwa urahisi na haraka. Nilianza na mchache na bila hata kufanya kazi kubwa, uyoga umekuwa mwingi. Kwa hiyo naanza na mchache alafu unaongezeka kabisa. Wow. natamani pesa zetu zingekuwa kama uyoga, yaani tuziweke tu sehemu alafu ziongezeke, pengine tungepata mamilioni bila kutumia nguvu nyingi. Nadhani kuna njia ya kufanya hivyo sina uhakika sana lakini pengine mnaweza mkaigundua wenyewe. Twendeni benki ya Kokotoa. Jamani, nimefurahi nimewasaidia, lakini tuna makubaliano yetu hapa. Mnaweza kwenda baada ya kupakua hivi viroba sokoni. Ndiyo, Ngedere? Hapa tupo kwenye mpango wa kurudisha uaminifu wetu kwa watu, pia benki ipo karibu na sokoni, kwa hiyo utakuwa umetupa lifti.